kwa min ajli ya kutaka kupambana akaingia msituni akabeba silaha huyo, mimi Muhammad, si katika mimi huyo, hayuko pamoja na mimi. Sasa mtume amesha kukataa, na kuulizeni, Waislamu wachanika, mtu ambaye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamkataa, siku ya kiyama anaenda peponi anaenda peponi? atauona uso wa mtume? maana yake, kama hautouona uso wa mtume na hautoingia peponi, maana yake imekula kwako. Wewe ni mtu wa wapi? ni mtu wa wapi? mtu wa motoni. Hayuko pamoja na mimi, atakayeingia msituni akabeba silaha akataka kuleta mapinduzi, akataka kuleta vurugu, akataka kuleta fujo katika nchi, akafanya uasi, waasi wote bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewakataa. Najua hula wengine maneno haya hawatoyafurahia, lakini ukaye ukifahamu kama wewe kweli ni muislamu wa kweli umesema la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah, lazima uyapokee haya maneno kwa sababu sio ya kwangu. Haya ni maneno ya mtume wako, kipenzi chako, mwalimu wako, Mtume Muhammad. Kama hili halitoshi, sasa enyi wavunjifu wa amani

Yeyote atakayechukua chuma tu, atakayechukua chuma akamtishia mwenzake, wewe wewe, chuma tu, kifaa tu cha kawaida wewe, kitendo cha mtu kumkamatia mwenzake chuma, si kwambii bunduki, si kwambii SMG, si kwambii bastola Sikwambii silaha zingine nzito nzito. Bwana Mtume anasema atakayekamata chuma akamwashiria ndugu yake, hakumpiga nalo, kamtisha tu, wewe wewe, shauri lako, ntakufanyizia kitendo hichi pekee yake. Sikilizeni mato, matokeo yake, Bwana Mtume anasema fa innal malaika tatla'anuhu, hakika ya malaika wote wa Allah wanamlaani yule aliyekamata chuma na akamtishia ndugu yake. Wangapi leo mtu anakamata bisu anamtishia ndugu yake, yapo hayapo? Anachukua rungu anamtishia mtu, yapo hayapo? Wengine wanatishia watu uchawi, wapo hawapo? Mtume Muhammad anakwambia yeyote mwenye kukamata kifaa chochote akamtishia mwenzake, amani huyo, malaika wanamlaani, wa in kana akhahu liabihi wa ummi, hata kama yule aliyemtishia kwa kile kifaa ni ndugu yake wa baba mmoja mama mmoja takbir! Oh. Wangapi wa wanamkubali mtume Muhammad, mkono juu, Allahu akbar, shusha Wangapi, wa wanampenda Mtume Muhammad mkono juu. Allah atujalie mapenzi ya dhati juu yake. Wangapi wanataka wauone uso wake mtukufu siku ya Kiyama mkono juu. Allah atujalie sote tuone uso wake mtukufu. miongoni mwa mambo yatakayo